Msifu Yesu Kristu milele, amina. Kwa sababu baba, pengine tukufahamu kwa faida e, ya wale ambao wanatutazama mara hii. Mimi nakufahamu lakini wao hawakufahamu, unaitwa nani? Na pengine ulipita mwaka gani katika seminari hii kuu? Mimi kwa majina naitwa bwana Adolfu Mrema. Hapa nilipita niliondoka hapo mwaka 96 nikiwa mwaka wa 3 wa theolojia na pengine kupita mahali hapa na malezi ambayo mnayapata kutoka katika seminari hii kuu ya Kipalapala, kwako wewe, kwa maisha ambayo hivi sasa unaishi, sakramenti ambayo unaiishi eh, kwako ina maana gani? Lakini pengine sana imekuongezea kitu gani hasa katika maisha ya sakramenti ambayo unaiishi? Kwa kweli namshukuru Mungu, kupita hapa Kipalapala kama chuo cha theolojia kimenimarisha kiroho, na pamoja na kwamba sikuendelea kuwa padre kimejengea msingi mzuri wa maisha ya kiroho na maisha ya kikanisa, na ndiyo maana hata mpaka sasa nikitazama maisha yangu yanaakisi yale yote niliyojifunza hapa Kipalapala. Naam na, na ndiyo maana hata walivyoamua kwamba ifanyike jubilei ya miaka mia moja, wakaniteua kuwa makamu mwenyekiti wa kamati kuu ya maandalizi ya jubilei hii. Wow. kwa kuwa inaongea na mtu mkubwa wa shughuli <laughs> hii na mwenyekiti wa ujenzi na wa seminari hii ya Kipalapala katika kipindi cha maadhimisho ya miaka mia moja kwa mm -hmm. Kweli nikiangalia nilivyopita hapa wakati ule na sasa, kwa kweli namshukuru Mungu. Nikikumbuka sisi wakati tukiwa hapa, seminari nzima tulikuwa watu 124. Mm -hmm. Lakini sasa hivi hapa tuko seminari ina wanafunzi wanafunzi wanafu zaidi, mafrateri zaidi ya mia, mia tatu mm -hmm. Kwa hiyo tunaona neema ya Mungu kwamba miito imeongezeka na hata umetokea upungufu wa miundombinu mabweni ya wanafunzi mm, ili kweli wanafunzi hawa akaa mm, vizuri na no. Ndio maana tumepania kwamba pamoja na kwamba tumeadhimisha hii jubilei, lakini tuna mpango mkubwa wa kuendelea na ujenzi, kujenga mabweni mapya, kujenga nyumba mpya ya mapadri yeah, kujenga ukumbi mkubwa hivyo, yaani mm. Kwa hiyo sio tu jubilei inaishia hivi, lakini ni mwanzo wa maendeleo mm, ya hii seminari mpaka ndani ya miaka mitano ionekane ni Kipalapala mpya. Naam, asante sana Sama, shukran sana naam. Hao ni baadhi tu ya alumni ambao walifanikiwa kupita katika seminari hii kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.